Yes, mambo vipi? Huenda kuwa ukawa unasikia maajabu mengi sana yanaweza kutokea kutokea hapa eh, Tanzania, lakini pia kuna maajabu ambayo pia hujawahi kuyasikia na mengine yanaendelea kutokea na kila moja anakuwa anamshangaza kwa upande wake. Sasa hili eh, kwa upande wangu mimi naweza nikasema ni ajabu au ni akili za eh, sijajua niweke kwa namna gani, lakini kwa kweli ambaye unatufuatilia eh, utajua ni akili ya namna gani mara baada ya mahakama ya wilaya ya Mufindi ambayo pia imewatia hatiani ndugu watatu ambao walikuwa wakikabiliwa na mashtaka ya kuharibu baada ya kuvunja nguzo ya umeme ya shirika la umeme ya Tanesco kutoka hapa nchini Tanzania katika mkoa wa Iringa, eh, huko Mufindi. Bwana, hawa washikaji waliweza kuvunja au kuweza kuharibu zile nguzo za umeme ambazo zimekwisha kuwekwa na eh, Tanesco. Taarifa inasema kwamba eh, ndugu hao pia wanatokea katika familia moja ni lakini wakazi cha Nzivi, Mufindi, lakini pia ni wakazi wa kijiji cha Nzivi wilayani Mufindi mkoa ni Iringa, lakini pia walidai kwamba wao wametumwa na Mungu kuweza kufanya eh, kitendo hicho. Sasa mahakama pia ilihukumu eh, kuweza kulipa kulipa faini ya kiasi cha pesa za Kitanzania shilingi eh, laki tano kila mmoja ama kuweza kutumikia kifungo cha miezi sita. Hata hivyo pia, hawakuweza kulipa eh, faini hiyo, hivyo waliweza kulazimika kuweza kutumikia kifungo hicho ambacho eh, ni cha miezi sita. So, washikaji hawa eh, ni ndugu ambao wanatoka katika familia moja. Lengo lao wao, mara baada ya kuweza kuvunja zile nguzo au kuweza kuharibu eh, miundombinu ya umeme eh, walisema kwamba wao wametumwa na Mwenyezi Mungu na ndio maana wameamua kukifanya eh, kitendo hicho. Yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Je, ni kweli Mungu anaweza kukupa mawazo ya kinamna hiyo kuweza kwenda kuvunja nguzo na vitu vingine kama hivyo? Drop comment yako hapo, tukometisha kinoma noma katika mitandao yetu, unatufuatilia lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube ili kuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates. Take love for this.